Ah, mambo vipi mashabiki? Ah, leo nina vitu vitatu au nina mambo matatu ambayo yamefanya mpaka leo mwone kimya, mwone sija- sija- sijaachia sija, kazi sija, sija, nianze. Ah, na ishu ya kwanza, ishu ya kwanza ambayo imenifanya nisiachie ngoma mpaka leo ni muhimu sana, ngoma ambayo nimetoka kuachia ngoma ambayo ni kali mno mpaka sasa hivi mtaani bado watu haijawachosha, yeah, na ni Salma. Salma ni ngoma mzuri ambayo mtaa bado haujachoka na ile ngoma, kila ikisikilizwa bado inaonekana mpya. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza imenifanya niachie, ni nishindwe kupatia ngoma mpaka leo. Uh, sababu ya pili imelifanya ni nisiachie ngoma mpaka leo. Uh, mashabiki hii ni kwenu, sijawalaumu na si, yani sijawalaumu na sija, sija, sijachukia kwa hiki kitu, ila ningependa ningependa kisiendelee kwa njia ya kuwaomba. Uh, sapoti zenu mtandaoni zimekuwa ndogo Nilitamani basi Salma isogeze subscribe youtube nikute comment za kutosha, nikute like za kutosha, lakini bado. Kwa hiyo ngoma ya Salma nilivyoachia, bado sijaona followers, tiktok sijaona, instagram wakiongezeka. Kwa hiyo natamani kabla ya kupatia ngoma mpya nikute followers za kutosha nikute comment like nikute subscribe, nitafurahi sana katika mitandao yangu yote ya kijamii. Hayo ni jambo la pili. Jambo la tatu natamani nifunge mwaka, yaani natamani nikiachia, nikiachia ngoma kwa sababu nimeachia ngoma ya Salma, hakuna hakuna mtu ambaye ame hakuna mtu ambaye ame, amejaribu ame, ame kuitikisa hivi kwa. Natamani nifunge nayo mwaka pia, kwamba kipindi nafunga mwaka, labda niachie ngoma ambayo itazidi kuendeleza ufalme wangu hmm. niachie ngoma ambayo itazidi kuendeleza ufalme wangu sababu, kama Salma wameshindwa, wameshindwa ku, ku, ku, ku, kuipindua mpaka sasa hivi, hakuna msanii yoyote aliyetokea mona akafanya ngoma kaya zaidi ya Salma. Kuna ngoma zinakuja wa zamani, kuna ngoma inakuja kufa au kupona, kuna ngoma zinakudia...